Mtakatifu Elizabeti wa Hungaria alizaliwa katika familia ya kifalme, lakini moyo wake ulikaa katika upendo wa Mungu na maskini. Alionyesha huruma ya ajabu akiwapa chakula wahitaji kwa siri, aliwatembelea wagonjwa na mara nyingi alionekana akiwafariji walioteseka. Pamoja na mumewe, walikuwa mfano wa upendo wa Kristo katika ndoa, walishirikiana kusaidia maskini, kufungua hospitali na kuwachukua yatima kama watoto wao. Baada ya kifo cha mumewe katika vita vya Msalaba, Elizabeti alipitia kipindi cha maumivu na upweke. Hata hivyo hakurudi nyuma, aliendelea kuwahudumia wagonjwa kwa mali zake hadi mwisho wa maisha yake. Aliishi miaka 24 tu, lakini aligusa maisha ya maelfu. Anakumbukwa kwa sababu ya upendo wake usiokuwa na mipaka na moyo wake wa kujitoa kwa Mungu kupitia huduma kwa wahitaji.